Mimi nimekuja hapa mwaka 88 na treni, namfahamu Mbowe alimchomeka kwenye umakamu wa mwenyekiti akamchomeka kwenye urais. Huyu ni Humphrey Polepole, si jina geni miongoni mwa Watanzania. Polepole amewahi kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM na mbunge mteule wa bunge la 12 lililozinduliwa Novemba na Rais John Magufuli. Safari yake katika nyanja maendeleo ya vijana ndiyo iliyomwibua kisiasa baada ya rais wa awamu ya nne Jakaya Kikwete kumteua kuwa mjumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba. Katika moja ya mahojiano Polepole alibainisha kuwa ndoto yake ilikuwa ni kuwa rubani, lakini bahati mbaya uwezo wa familia yake kumudu gharama za masomo hayo ulibadilisha ndoto yake. Alijikuta kuwa yuko active kwenye sekta ya asasi za kiraia, licha ya kwamba mwanzoni alitaka kuwa rubani wa ndege wazazi wake walipenda sana iwe hivyo, ila kwenye familia mambo yalikwenda chini, ndiyo ikawa imeshindikana kutekeleza ndoto hiyo. Polepole anasema yeye majukumu ndani ya asasi za kiraia yalikuwa ndo ya kwake sasa, alikuwa anatekeleza kama hobi kwa kuwa hapakuwa na malipo ambayo yakimwezesha kujivunia. Nilikuwa active sana kwenye masuala ya asasi za kiraia na utetezi wa haki za vijana na jamii kwa ujumla, hii ilinifanya kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kinaniweka bize, anasema Polepole. Licha ya kwamba hobi hiyo ya kujitolea zaidi kwa jamii haikuwa moja, historia ndani ya familia yao Polepole ameiendeleza ya na sasa, mpaka watu wengi kumfahamu, imekuwa ngekewa kubwa na kioo kwa ujumla, kwa sababu baba yake alikuwa ni fundi magari, mama yake ni mama wa nyumbani. Hawana mtu maarufu kwenye familia yao ambaye ni mwanasiasa mhamasishaji au mwanaharakati. Huyu ndio Polepole yule ndio kuisha anatajwa kujituma. Wakati baadhi ya wa wachambuzi na wadau wakimpongeza katika jitihada zake kwenye majukumu ambayo anapatiwa, Polepole anakiri pole pole kuwa alikuwa akijibishana katika kila hatua za kuhitaji mabadiliko huyu pia anasema amejibidisha mno kufanya kazi hata bila malipo. Anakumbuka miaka elfu mbili yeye na wenzake walianzisha asasi moja ikaweka bize hadi wakawa wanachelewa kurudi majumbani kwao. Yeye alikuwa anakaa huko Segerea, wakati huo bahati mbaya dada zilikuwa zinaishia Tabata bima ikishafika saa moja jioni, kwa hiyo walikuwa wanachelewa kurudi nyumbani hadi muda mwingine anarudi saa sita za usiku anasema siku moja baba yake akamwambia, huyo ni bosi gani anakufanyisha kazi namna hiyo hadi usiku? Nitakwenda siku moja kumwona. Baba hakujua kama bosi alikuwa ni yeye mwenyewe aliyejiajiri, lakini akashukuru Mungu wazazi wake walimpatia fursa kujifunza mambo mengi, anasema Polepole pole. Safari ndani ya tume ya katiba mwaka 2012 wakati vuguvugu la mabadiliko ya tume ya katiba likizidi kupamba moto ndipo aliyekuwa rais wakati huo Jakaya Kikwete akatangaza wajumbe wa tume ya mabadiliko ya kikatiba ambayo alipewa jukumu la kukusanya maoni ya wananchi na kuandaa rasimu ya katiba pendekezwa. Yeye alikuwa mmoja wa vijana waliochomoza ndani ya tume hiyo iliyokuwa na jumla ya wajumbe 30 pekee, 15 kutoka bara na 15 kutoka Zanzibar pamoja na viongozi wawili wa, wa tume hiyo ambayo mwenyekiti alikuwa ni Jaji mstaafu Joseph Warioba na makamu Jaji mstaafu Agustino Ramadhani. Hakika huu ndio ulikuwa uwanja wa Polepole pole. Baada ya kuzunguka nchi nzima kukusanya maoni na kuyawasilisha kwa Tanzania baada ya kuyachakata, kipawa chake cha kuzungumza na kujenga hoja zenye mashiko zilimuweka katika ramani nzuri ya kisiasa na kiuongozi katika nchi baadaye tukaona kutokana na hodari wake wa kuchambua mambo hususan miaka 2014 na 2015, ambapo kulikuwa na uchaguzi mkuu uliomuingiza madarakani Rais John Magufuli kwa mara ya kwanza. Polepole akateuliwa kuwa mkoa wilaya Musoma. Makala zake ndani ya magazeti mbalimbali pamoja na majukwaa mengine zilizidi kumbeba, ambapo aliongoza Musoma kwa miezi miwili pekee kabla ya kuhamishiwa Ubungo, ambapo nako alihudumu kwa miezi mitano na kuteuliwa kuwa katibu wa itikadi na uenezi CCM. Hakika nafasi hiyo ilizidi kumpa maarufu mkubwa licha ya kwamba baadhi ya wachambuzi wa siasa waliona ni nafasi iliyokuwa ngumu. Wengi walifananisha nape na Nape Nnauye ambaye wakati huo aliachia nafasi hiyo baada ya kuteuliwa kwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, lakini hakukumbuka kuwa umbo la Polepole ni tofauti na uwezo wake kiakili. Rais Magufuli alimteua Polepole kuwa mbunge wa bunge la jamhuri muungano wa Tanzania, nafasi ambayo baadhi ya wadau wa siasa wakaichukulia kama asante kwa kazi ngumu walioifanya kabla ya kampeni, ndani ya kampeni na hata baada ya kampeni za CCM ambazo zimekiwezesha chama hicho kuinyakua ushindi mkubwa kwa zaidi ya asilimia themanini katika nafasi zote hapandi pick up. Pick up ni ya kuwekea majani ya ng'ombe na vitu kama hivi. Hiko ndio chama chake, kwa hiyo sisi ndo tunarudia tena ana hulka yake iliyojinasibisha na mwenendo ya Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere pia ikaigwa na baadhi ya wasomi kama vile Profesa Isa Shivji, Dr Bashiru Ali mbali na mambo mengine. Dr Vincent Mashinji ambaye awali alikuwa katibu mkuu wa Chadema anasema alifanya kazi na Polepole akiwa mpinzani. Hakika Polepole ni kijana mwenye mvumilivu. Ili kwa muda mrefu ambao tumefanya naye kazi, nimegundua mtu anayependa sana kuona ustawi wa nchi yake ndio maana mawazo yake hayaegemei mahali popote zaidi ya kujali maslahi ya nchi, anasema. Nakumbuka miaka 2014-2015 wakati watu walimtafsiri kama mwanaharakati wa upinzani kutokana na namna alivyokuwa akikemea na kushauri mambo yaliyokuwa ndani ya serikali, hakuna aliyeamini kama alikuwa mwanachama wa CCM. Aidha akasema wakati anateuliwa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM, hiyo ilikuwa moja nafasi iliyokuwa imesheheni majukumu magumu sana, kwake kuwa kwenye nafasi hiyo ndani ya chama tawala ambacho kinapambana katikati ya vita vya kiuchumi. Palihitaji mtu mfu, mtulivu na Polepole pole alitosha. Amejitahidi sana kuwa mtulivu sana na kuhakikisha kujenga taswira nzuri ya taifa ya vijana ambao wanatakiwa kuigwa, vijana wengine wajifunze usikivu wake. Ufanyaji kazi wake, najua, alikuwa na presha kubwa sana ya nje. Nakumbuka tulipofanya kazi kama wapinzani wake, tulikuwa tunamtia presha kubwa sana lakini hakuwa na jazba. Nadhani ni kijana ambaye kama ataendelea na utulivu wake huyo atafika mbali sana, polepole pole huyo. Basi na yule sisi, hatumfungulii makosa mashtaka ya kutuchafua, hatufanyi hivyo, tunamsubiri tarehe ishirini na nane mwanzo yake. Basi huyu ndo Polepole, ni msomi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ndizi. Kwa mujibu wa maelezo yake, anasema alitua Dar es Salaam mwaka 1988 kutokea Tabora. Alisoma shule ya msingi Mbuyuni na kuendelea shule ya sekondari ya Azania Benjamin Mkapa, kisha kajiunga na elimu ya juu huko Arusha na baadaye UDSM. Unadhani kipi hapa tumekiacha? Tukutane katika sehemu ijayo.